Selina, hawezi kufanya hivyo, ile ni mali yenu eh? Ile ni mali yenu, nitahakikisha ile mali iko mikononi mwenu. Ni ah, vitisho tu vile, usiogope mwanangu, anataka watishe tishe ili muogope ili aweze kujimilikisha mali kijanja kijanja. Mimi sidhani kama ananitisha maana aliongea yaani, amedhamiria kabisa. Hata mtu akiwa anaongea, si unamwangalia usoni mjomba, unajua kabisa huyu amemaanisha. Alikuwa hatanii, alikuwa anamaanisha kabisa na amedhamiria kuongea hicho kitu. Na isitoshe hmm, akaniambia kwamba vile tulivyokuwa tumekaa tunazungumza nikinyanyua mguu wangu kutoka pale nisirudi tena, wala hahitaji kuniona tena pale. Yani ananizuia mimi kukanyaga kwenye mji wa baba yangu mimi, ambapo pale ni kwetu na ule ni ulisi wetu sisi, kwa sababu ni mali ya mzee Simoni Selina. Mimi naona yule atakuwa na kichaa cha mbwa, kwa sababu kwa akili <laughs> ya kawaida haweza akafanya hivyo. Halafu yeye pale <laughs> tena inabidi nikamwone aache huo ukichaa wake huo. mm -hmm. Hayo tu kabisa. Hiyo itakufika majaribu, utakosa kwa kushika siri ya mpenzi <mimitra> <mimitra> wangu. Umekasirika? cheka basi hata kidogo. Staki tena, staki chochote kabisa, zaidi ya hicho unachokitengeneza <mimitra> <laughs> ni sawa kabisa mpenzi wangu, lakini nilikuwa nimetengeneza kwa ajili yako. Nikuombe sasa ufumbe macho ili nikupatie. Nishakwambia sitaki. Lazima nimemeza kwa mapenzi mpaka nitakaporidhika. <laughs> siri ya <laughs> haikuwa rahisi kukipata, lakini pia haikuwa rahisi kukitengeneza, hivyo nakuomba nikuvishe pete, ikiwezekana kabisa nikuoe saa <laughs> Sa, ni <nivishe. laughs> sasa nikitaka kukuoa na kuvalisha wapi? Sasa hiti mayomba bana, ni hapa. <laughs> <laughs> Wow, ni <nzuri. laughs>

Nyamiji! Nyamiji! Unasemaje? Mbona niita? Niko jikoni napika, una shida gani hivyo? Wivi wako paka visa he? Kaka usinisumbue. Wewe si ndio umemkimbia mwanamke Kisapanga, sasa hivi unaniuliza nini? Goyo kuuliza hivyo tu nimekosea wapi? Sasa unaanza kunitukana. Nimekutukana? Au nimekuambia vibaya? Kaa ndani, nivishe ule au kalale, mkewa atakuja. Rema, una shida gani leo? Huna raha, yaani upo tofauti hata nilivyokuzoea. Kuna tatizo? Wewe acha tu, yaani leo nimejichanganya, sijui tu, ikijulikana itakuaje. Kwani umefanya nini? alafu kweli Lumu unaona na Lumwecha ndio nilimwona, lakini shoga angu, achana na Lumwecha. Lumwecha akufai kabisa. <laughs> unazungumza nini wewe, umevulugwa au? hanifai kualipi,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

Lema, hivi wewe mjinga ni nani? Nielekeze, nataka kumjua, nikamwonyesha cheche za mkaa wa mbanga ni zipi. Shogangu, nikikuonyesha ako kamtu kenyee, wala hata uwezi amini. Hajalishi ni nani, ni mtu wa aina gani, ninachotaka kujua, ili mradi tu ameingia kwenye ramani yangu, atamjua Tausi ni nani, atazijua cheche za mkaa wa mbanga e -e. Mimi sitaki kabisa ukaanzishe fujo kwenye ile familia. Mimi sitaki vurugu na ile familia. Mtu mwenyewe anayekuzibia riziki ni mdogo wake Ntemi. Kwa kuwa nilitaka kitu kidogo na akakataa, basi acha niwachunganishe wapigane hadi wang'oane meno.

Abana shemeji, bado nakula, subiri kwanza nimalize kula, ndio tuje tuongee. Kiti kile kule, nenda ukakae unisubiri shemeji. Ah, aliyekwambia anakuja kula ni nani? anakuja kula, eh? Mimi sijaja kula shemeji yangu. Kaka karibu chakula. Nashukuru Kari. yeah, yeah. <laughs> <laughs> sana, hata hivyo nimeshiba. Basi nitapendeza sana, nisubiri <laughs> nimaliza kula, nakuja tuongee Nenda wapi, Leema? Sitaki kuzuliwa na mtu yoyote. Kama huwezi kuungana na mimi, niache nikapambane na huyo mtoto mpumbavu asiyekuwa na kiangazi wala masika, kutwa kucha amepauka tu. Angalia usije ukaenda kichwa kichwa, utaumia. Nisiende kichwa kichwa, niende kitumbotumbo, si ndio?

Oh, mwana aea elimu bule, unapoteza mwana kisa mifugo matoto. Ah, aende shule unapoteza mwana kisa mifugo.